Tukiendelea na eh, kukumbushana baadhi ya masail yanayohusiana ya na saum, yani kabla ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tulisema tuli tulisema tutaanza um, katika darasa hii maelezo yanayohusiana na mwanamke ambaye yani yanyonyesha au mwanamke mjamzito. Naam, e, mwanamke mjamzito na mwanamke anayenyonyesha wao wana khiari ikiwa wana madhara yote ama wanaogopa madhara yote, wanaogopa labda mtoto atadhurika, atadhurika au yeye mwenyewe mwanamke atafanya nini, atadhurika. Basi wana ruhusa, wana ruhusa wasifunge, hii ni dharura kwao, wana ruhusa wakitaka waache kufunga, wale vizuri, ili yule mtoto apate nguvu na wao pia wapate nguvu, wasipate madhara yote, lakini sasa tena wana ruhusa wa, wana ruhusa itwaje e, e, kufunga afwan, kwa muda ambao watakuwa yani, eh, wako katika ile hali. Kwa mfano mwanamke sasa ni mjamzito mwaka huu kwa mfano, akimaliza tu itwaje, uh, ujauzito yani akizaa, immediately mubashara atakuwa na miaka miwili ya kumnyonyesha yule mtoto eh, akitaka yani kumaliza kunyonyesha sasa. Akimnyonyesha yule mtoto, akiamua mimi nitamnyonyesha miaka miwili, maana yake ndio ubora zaidi eh, na mtoto wake ku nyonyeshwa nini muda huu wote, ndo anakuwa na nguvu zaidi, anakuwa na dhaka th anakuwa na akili kali zaidi, ingawa zama hizi ndo hayako tena ha, kama yani tunavyoshuhudia. Almuhim eh, khairi bado iko almuhim eh, as eh, maule matuambia huyu mwanamke hana neno, mwaka ule wa kwanza ameza ana ruhusa yeye mwenyewe aendelee asifunge, mwaka wa pili ana ruhusa pia asifunge na asikidhi zile Ramadhani zilizopita, haina neno mwaka wa pili na mwaka wa tatu. Yani itakuwa miaka miwili ni ya kunyonyesha na mwaka mmoja ni ule au ujauzito, kisha baadaye atalipa pole pole pole pole baada sasa akishamaliza, atalipa pole pole, pole, pole. Atakiamua, atafunga leo, baada ya siku mbili afunge, afunge lakini atalipa zile ramadhani zote atalipa. Kama ameacha miaka mitatu atalipa siku 60 au siku 90. Ameacha labda ramadhani mbili kwa ajili ya kunyonyesha peke yake atalipa siku 60, wa hakadha tamam. Na kulipa ni ala, yani, ala tarahi. Tukisema ala tarahi tumaanisha ni pole pole pole pole Eh, ye mwenye atachagua leo mwezi huu siku au siku tano, nitakuwa nafunga tu ataa Jumatatu la Alhamisi kila mwezi la la la, la pale mwaka wa kwanza tutamwambia amewacha kwa ajili ya ujauzito, na ule mwaka wa pili na watatu amewacha kwa ajili ya kunyonyesha, na haina neno, ni ruhusa. Lakini sasa mtu <clears throat> au mwanamke kama huyu eh, hukumu ya muhimu ambayo labda wengine tuwaghafilika nayo ni kuwa yule mwanamke ikiwa atawacha kufunga aweza kuwa na moja katika sababu mbili. Yaweza kuwa yajiogopea yeye mwenyewe nafsi yake, yani yuogopa labda yeye atadhaifika, eh, atakuwa mgonjwa eh, jambo kama hilo, au yuamogopea mtoto, labda mtoto atopata maziwa sawa sawa, au labda amogopea mtoto tumboni. Kwa hivyo yeye yuamini mimi nitakuwa strong, lakini mtoto ana nini, atapata madhara. Sasa ikiwa yule mwanamke oh, na kuna hali ya tatu, aweza kuwa yuajiogopea yeye pamoja na mtoto. Kwa hivyo hali ya kwanza ni iwe yuajiogopea yeye peke yake, hamogopei mtoto, au yuamogopea mtoto peke yake, hajiogopei yeye, au yuajiogopea yeye pamoja na nani, na mtoto wake basi mwanamke kama huyo ana ruhusa ya kula vile vile. Wote hawa hali zao wana ruhusa ya kula, lakini tu yule anayemuogopea mtoto lazima pia atoe nini? Kibaba. Lazima pia afanye nini? Atoe kibaba kwa kila siku alioacha. Kwa mfano, amewacha zile siku 30 kwa ajili ya mtoto, basi akija kulipa, eh, lazima afunge aqidhi saumu, na wakati huo huo atoe nini? Kibaba kila siku, kibaba kimoja kila siku, kibaba kimoja, kama vile tulivyoeleza katika darasa lililopita kibaba ni takriban eh, gramu 700 750 ya wali mchele. Tuzungumzie mchele, maana ndio chakula kinacho liwa sana huko. Kwa hivyo atatoa kama hiyo eh, yani eh, gramu eh, 750 ya mchele kila siku. Kwa hiyo, eh, kwa hiyo tukifanya kwa siku 30 kwa siku kumi yaja kama kilo saba na nusu, sio tukifanya 750 grams kwa siku kwa siku kumi inakuja ina kilo saba na na nusu Uh, kwa hivyo inakuja kama labda kilo ishirini na mbili na nusu. Na nusu nafikiri haja kilo ishirini na mbili na nusu eh. Kwa hiyo uh, uh, yule mwanamke atatoa chakula kwa kadrio, na atoe chakula, haina neno. Akimpa mtu pesa, si ampe yule maskini, ampe mtu pesa, amnunulie, amtolee, haina haina neno, haina neno, akimwakilisha mtu kabisa, akimwakilisha mtu yeye akim akimwambia mtu, bwana shika, mmekuwakilisha uende ukanue chakula, kisha upeane kwa maskini, haina neno. Tamam. Lakini chakula ni hivi, yani anue mchele. Naam, na huyu ni ikiwa amefungua amekula kwa sababu ya kujiogo, ya kumwogopea mtoto peke yake. Lakini ikiwa yule mama ajiogopea yeye au yeye ajiogopea yeye na mtoto kwa pamoja, basi atakuja baadaye atalipa tu. Hakuna fidia yoyote. Hakuna fidia yoyote. Na tabaan, eh? Tusije tukamtezea Mungu. Mungu yajua bi dhabti kwa nini umewacha saum au ah, mwenyewe aini. Tutasema Mungu yajua nia zako, Mungu hali yajua yako. Katika masaili mengine ambayo, eh, tutakumbushana, ni masala ya mtoto. Mtoto vipi na, na, na, hukumu yake na kufunga kwanza tushaeleza kuhusu majnun, yani mtu wazimu. Mtu wazimu hana saum, hana wajibu, hata kija kipoa haambi yule alipe, hana wasiwasi wasi. Isipokuwa yule ambaye amejitia wazimu, yani amefanya kitu ambacho yajua hiki kitaniletea ya wazimu, yule hukumu yake kando yafanywa. Kwa nini? Kwa tashdidi. Lakini mtoto mdogo, mtoto mdogo hapa katika saum ni kama kwenye swala, akifika miaka saba na yeye anafahamu zake yani yuweza kutofautisha baina ya kulia kushoto, yuweza kula kivyake eh, yuweza kwenda haja ajisaidie mwenyewe kivyake, yuweza kujisafisha zakujisafisha, yuelewa khitabu, ukimzungumzisha yuwafahamu. Mtoto yule na amefika miaka saba, basi yuaamrishwa afunge, lakini kwa sharti moja, akiwa akiwa na uwezo. Akiwa na uwezo nguvu, yani maana utapata maskini wengine miaka saba, lakini amekonda. Mekonda sana ana nguvu kumwambia afunge utamulia mbali, la basi, kama yule haamrishwi. Lakini mtoto ambaye ana uwezo ana nguvu zake, mashallah, yuamrishwa akafunge, yuamrishwa afunge, afaa tamam. Na hii ni, eh, kutokana na hadithi ya Bwana Mtume akizungumzia kuhusu swala akisema, amuru auladakum bis salati wa hum abna sab'a, wa amrisheni wenu um, watoto, watoto kuswali na wao wakiwa miaka, mingapi? miaka saba wadribuhum bitarkiha li ashrin, na muachape kwa kuacha ile swala wakifika miaka, mingapi miaka kumi. Kwa hiyo maulama wakafanya kiasi hapa kwa swala na nini na saum, yani wakatukua saum wakaifanyia kiasi ala ala swala, kwa hiyo wakasema basi saum ni hivyo hivyo, yule mtoto akifika miaka saba aamrishwe tamam. Aamrishwe afunge akiwa na uwezo. Hana uwezo kama inavyotokea kwenye jamii eh, eh, zetu tangu eh, mtoto utaona labda miaka sita eh, miaka saba utakwambia leo mimi nafunga nusu. Leo nafunga paka alasiri, leo nafunga kuanzia dhuhuri paka jio. Ile yuwa train, yuwa jifundisha. Kisha ikifika miaka ambayo sasa ana nguvu, khalas atafunga bila wasiwasi wote. Lakini yule mtoto asipotrainiwa, asipozoeshwa mambo kama haya, ndio kisha baadaye eh, yu aja, yu atuletea taabu, hafungi, yu adanganya, yuenda, tutaulizwa siku ya kiyama. Tutaulizwa siku ya kiyama. Kwa hivyo ni majukumu ya wazazi kuwa eh, amrisha watoto wao. Naam, mingine ni au jambo jingine au masala mengine ni kuhusiana na mwanamke ambaye hana nini, yaani hana tohara, yuko katika hedhi. Na mfano huyu mwanamke ni pia mwenye nifasi. Mwanamke mwenye hedhi na nifasi kwenye hizi hukumu tutakazozitaja ni sawa sawa. Tamam. Mwanamke aliona hedhi hafungi, na aliona nifasi pia hafanye nini? Hafungi. Yaani hawafai kufunga. Si ati hafungi, eh, ni ruhusa. La, hawafai kufunga. Ni haramu. Kisha baadaye, eh, baada ya Ramadhani siku zao zikiisha watafanya nini? Watalipa zile siku walizoacha walizoacha. Watalipa. sayyidatuna Aisha akisema, sayyidatuna Aisha asema: kunna nu'maru bi qada'i sawm wala nu'maru bi qada'i salah. Tulikuwa sisi tuamrishwa tulipe somu, lakini hatuamrishi kufanya nini? Kulipa swala. Kwa mwanamke kwenye hedhi tukafahamu kutoka hadithi hii kuwa hafungi la la kwanza kisha la pili. Tukafahamu pia yuwafaa kulipa baadaye, yuwafaa kufanya nini? kulipa baadaye. Lau yule mwanamke atajizuia, tukisema hafai kufunga, tumaanisha nini? Tumaanisha kuwa yule mwanamke hafai kujizuia kutokana na kula pamoja na nia ya ibada ya Ramadhani. Yani yule mwanamke lau atajizuia tu, hataki kula, ah, hajisikii ni Ramadhani tena, wajua bwana, hajisikii kula, mwenye hali asili, alhamdulillah, haina neno, lakini hajatia nia afanye kufanya nini ya Ramadhani, hakuna madhambi yoyote, hakuna madhambi yoyote. Eh, lakini ni bora ale, ni bora ale manake Mwenyezi Mungu amewaekea hili eh, kwa kuwa yendo alalim yendo yuajua ile hali ya mwanamke zaidi kuliko hata yule mwanamke mwenyewe Tamam. Lakini akiwa hatokula hapati dhambi zozote, hatumwambii lazima ule, lakini tumwambia lazima eh, asitie nia ya nini, ya Ramadhani, au tuseme ni haramu kwake kutia nia ya, ya kufunga. Bas, hilo tu. Hilo ndio ndio ukatazo kisha katika masail ambayo pia huulizwa sana ni yule mwanamke ambaye hedhi yake itakatika. Hedhi yake itafanya nini? Itakatika kabla ya alfajiri, yani yeye alikuwa mwenyewe eh, ana hedhi, yuko katika siku zake, na yuajua labda kawaida yake hedhi yake yakatika nini, kabla ya alfajiri. Ama ikakatika kabla ya alfajiri eh, hedhi katika nini, hukumu yule mwanamke pale pale, lazima atie nia, lazima atie nia ya nini, ya swaumu, na lazima afunge ile siku inayofuata lazima atie nia ya swaum, na pia maulana anatuambia hata kama hataoga saa zile haina neno, si lazima ati aoge tuambie bwana, mpaka ukajitahirisha kisha ndio utie nia swaum. La la la la, swaum wajibu wake hauhusiani na kuoga. Yani wewe waweza kuwa una janaba na umfunga, wala haina eh, haina mushkilo yote eh, na zimekuja katika hadithi wakieleza hali ya bwana Mtume akisema sallallahu alaihi wasallam kuwa siku nyingine alikuwa akiamka na yuko yuamka akiwa na saumu na alikuwa ana janaba, lazima yeye akaoge. Kwa hivyo yule mwanamke, ikiwa hedhi yake itakatika usiku eh, labda ameamka kupikia watoto, itwaje daku, labda eh, ama yeye ndio huyo apika, kama hata kama si mke au kitu kama hiyo, almuhim eh, ameamka wakati wa daku eh, akaona kuwa khalas, siku zake, yani hedhi isha, nini isha, katika ada yake imekatika, basi mwanamke kama yule lazima atienia pale, haina neno, akitaka baadaye ndio akalale kisha aamke alfajiri bado yu, anaitwaje eh, yani bado hajajitahirisha hajaoga haina neno ye, kule kuoga ataoga kwa sababu ya kuswali alfajiri. Kule kuoga ataoga kwa sababu ya kuswali alfajiri. Kwa hiyo ile hedhi katika usiku lazima atie nia, asisahau, ni jambo eh, wengine hukafilika nalo. naam, na kwa hayo inshallah tutakomea hapo inshallah katika eh, darasa eh, zijazo tutazungumzia baadhi ya eh, masail uh, <coughs> hiyo yanayohusiana na yaumu shak, manake pia ni siku ambazo zitakuja, eh, kuhusu kufunga siku ya shaka, na tutaieleza ni siku gani. Kisha tutachukua pia na masail mengine. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam.